Kiti unajua kinashuka chini kwa sababu e, uzito wangu umeongezeka baada ya Simba kuimarika na kuanza kufanya vizuri. Kwa hiyo viti vinakuwa haviwezi ha, haviniwezi kuhimili uzito wangu. Hizo ndio, ndio raha za Simba. Mechi tatu uzito umeongezeka, raha zimerejea Msimbazi. Mimi niwape pole mashabiki wa Simba tumezoea kwenda robo finali lakini mwaka huu tumeshindwa kwenda robo finali, na hayo ni maisha ya kawaida mno kwenye mpira wa miguu. Kuna wakati unafuzu, kuna wakati unaanguka, kuna wakati mambo yanakuwa mazuri, kuna wakati mambo yanakuwa arijojo. Kwa hiyo asitokee mtu sasa akataka kunufaika na huku kufeli kwetu, ndio akajifanya na uchungu sana na Simba, akajifanya na makelele mengi sana, akaanza kuwatusi na kuwadhihaki wachezaji wetu, akaanza kuwatusi na kuwabagaza viongozi wetu. Hii ni hali ya kawaida mno. Kuna kufuzu, kuna kushindwa. Na unaposhindwa haukai chini na kuanza kutukanana wala kulaumiana, bali unajipanga kwa ajili ya msimu unaokuja. Pamoja na yote lakini, mechi hii ina viingilio kama kawaida, na tunafanya hivyo kwa sababu ya ku maintain standard ya timu yetu tungeweza kufanya jumla jamala kwa maana ya bure lakini, kwa hadhi ya timu yetu tunashindwa kufanya hivyo.